Yes, nao hali gani mtazamaji wetu? Eh, ni mwendelezo wa habari mbalimbali zile ambazo tunakukusanyia kila kona ya Tanzania. Bana nikwambie tu, hii ni visiwani Zanzibar, kisiwa ambacho eh, kinawakutanisha mafahali wawili, eh, baadhi ya timu zenye ubora kwenye zile lenki za Kafu yani nazungumzia ya Alex Belkane dhidi ya mnyama Simba, mchezo wa final mkondo wa pili. Mchezo wa kwanza ambao ulimalizika kule manispa ya Belkane kule nchini Morocco, ambapo Alex Belkane wana walifanikiwa kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri na wakawapa maswali mazito ya kujiuliza wekundu wa Msimbazi Simba juu ya, ha, ya kile ambacho tumekitazama katika mchezo uliopita. Tumeshuhudia kwamba eh, Berkane watali wao huko hususa eh, zaidi wanatumia zaidi mawinga pembeni na wao wana, wana relax zaidi, wanapokuachia mpira uchezee na wo, mfumo wa, wa, wa, wa habari mbalimbali. Usisahau kubonyeza neno subscriber kisha alama ya kengele ili kwanza kabisa kuweza eh, kuhabarika ama kupata habari zetu kwa ujumla. Gumzo na taarifa ambayo ilionekana kushika hatamu za watu ni juu ya kile ambacho kilitokea maeneo ya airport eh, visiwani e, Alice Bekan walipogomea kupanda usafiri ambao tayari wekundu wa Msimbazi Simba waliwasogezea kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kuwa wanawakarimu kama ambavyo ilivyo timu mwenyeji, timu mgeni anapo E, timu ambayo anakuwa ni mgeni anapowasili nchini, ni lazima wanaohusika katika kwenda kumpokea na kumfikisha katika hoteli ambayo amekwishafikia, amekwisha kodi ni timu mwenyeji. Ndicho ambacho walikifanya wekundu wa Msimbazi Simba. E bana Ales Bilkane bwana e, walikataa kupanda usafiri ambao wekundu wa Msimbazi Simba e, waliwasogezea na kumekuwa kuna watu wameenda mbali na kusema kwamba gari lile lilikuwa li lina mbuzi, gari lile lilikuwa li lina wazee wafupi. Kila mtu amesema yake, kama ilivyokuwa utani ilivyokuwa utani wa Tanzania, hasa kwa mafahali wawili, kwa maana ya kwamba Simba na Yanga wamewatania sana juu ya hiki ambacho kimetokea. Wamesema kwamba ubaya ubwela e, umeshindwa kufanya kazi nje ya uwanja. Unadhani e, ni kuna namna fulani, ni kama Alex Belkane wanakuwa na mashaka mashaka na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. E, wengine wanasema kwamba wamesomeshwa na watani na watani wa Simba Sports Club, kwa maana ya kwamba Young Africans, ya kwamba e, wakundu wa Simba Simba mechi kwenye pitch hawawezi kuzicheza mechi za maamuzi, bali mechi hizi wanazicheza nje ya uwanja, na nje ya uwanja ni kwenye magari, ndio maana wakagomea kupanda. Hilo limetataruki kwa mashabiki wengi wa soka nchini. Ahmed Ally ameonekana kuwatuliza e, bana. Taarifa nyingine ambayo imeonekana kushika tamu ni juu ya Bugatti e, Sande Manala Kwenda Haji Sande Manara kwenda visiwani Zanzibar na kueleza kwamba anakwenda na, na biashara zake nyingine licha ya vitisho na kauli nzito na msisitizo mkali kutoka kwa Ahmed Ally e, afisa habari na mawasiliano wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kusema ya kwamba mtu yoyote ambaye atagundulika na viashiria kuthubutu, wala au kufahamika wakambaini, bali wanamharibia moja kwa moja wanamharibia maisha. Kauli za kishujaa ambazo zimetoka azidi E, ya kabu ya kundwa Msimbazi Simba. Kuna mengi ambayo yamekuwa yakiendelea visiwani Zanzibar, ni kusii tuendelea kuwa nasi kwa mwendelezo wa habari mbalimbali tunashuhudia. e, jambo lingine ambalo limefanyika ni kama kutia hamasa. e, dola laki moja imeahidiwa na na rais kwa baraza la mapinduzi la Zanzibar, e, Hussein Mwinyi ameeleza y kwamba iwapo e Simba watafanikia kutoa taji hili la CAF Confederation Cup la msimu wa mwaka 2024 2025, kwa maana ya kwamba leo kiputo kitapigwa raundi ya pili ya fainali, ambapo ndo mchezo wa mwisho, kana kwamba Simba wakaondoka na taji hilo, yeye ameahidi dola laki moja. E, manae ni kitita kirefu zaidi kwa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Matumaini ni makubwa, hamasa ni kubwa. E, mama naye ameweka eh, kama kawaida kila goli moja kwa, eh, kuna mamilioni yanatoka eh, bana, nikwambie tu hizo ni hamasa kwa Elie Mpanzo Kibisa wala, miongoni mwa wachezaji ambao wanatumainiwa makubwa kwenda kuibeba Simba Sports Club mabegani. Kama unavyoona hali ya uwanja wa New Amani Complex, eh, inaruhusu zaidi mpira kuchezeka masaa ishirini na nne uwanja una taa na tunashuhudia mechi itakuwa ni majira ya saa kumi kamili za jioni. Yabana, nikwambie tu usicheze mbali na nuninga yako, usicheze mbali na Chapesa Media kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali zile ambazo ziko kila kona e, ya Tanzania. Wekundu wa Msimbazi Simba amasemizili kuwa ni kubwa molali, na tumeshuhudia moja kati ya interview ambayo e, amefanya Shomari Kapombe, amezungumza ya kwamba amezungumza ya kwamba e, wana historia zipo na historia wanasimuliwa kila wa siku wa kwamba wekundu wa Msimbazi Simba e, walifika hatua ya fainali mwaka elfu moja mia tisa na e, wakaja kufungwa hapa na tisini na tatu na kombe bila kufungana mabao mawili kwa mara ya pili linarejea ikiwa Fantastic Captain ni Muhammad Hussein, ataweza kutimiza ndoto yake, aweze kumaliza muda wake vizuri zaidi na kuweza kunyanyua taji. Ameshanyanyua mataji na mataji, lakini taji ni thamani zaidi, CAF Cup, Confederation Cup. Naye anasema kwamba ndiyo ndoto yake ambayo imebakia ki, kuinua kikombe hiki. Shomari Kapombe ameeleza ya kwamba iwapo e, kombe liliondoka, hatutakubali kombe liondoke Kivu, iwe mara mara ya pili tena tunaweza e, wanakuja wanaondoka na kombe katika ardhi hii ya Tanzania. Simba katika maajabu wakicheza Benjamin Mkapa New Amani Complex. Yapi maoni yako? Unamuona mnyama Simba kwenda kupindua meza kibabe akiwa New Amani Complex na tunashuhudia maajabu makubwa ya Simba Sports Club ni anapocheza rupaso kwa maana ya kwamba Benjamin Mkapa jini Dar es Salaam, mechi iko visiwani Zanzibar. Mashabiki, wanachama na viongozi wametuliza ile presha ambayo ilikuwa ikiendelea mapema pale ambapo kafu walithibitisha kuwa uwanja uta utakayotumika katika fainali ya mkondo wa pili ni visiwani Zanzibar, lakini hivi sasa kazi kubwa iliyofanya na Ahmed Ally, afisa habari na mawasiliano, kuweza kuwatuliza mashabiki na wanachama juu ya porojo ambazo zinaendelea hivi sasa. Kila mwana simba ambaye unamgusa, imani ni kubwa, matumaini ni makubwa, kuhakikisha kuwa kombe hili linabaki. E, maana hii ni Chapesa Media e, kama kawaida na tulikuwa tukikuhabarisha yale ambayo yanaendelea hapa visiwani Zanzibar e maana na E, moja kati ya mambo ambayo amezungumza e, pale ambapo aliwatembelea katika kambi yao wekundu Msimbazi, Simba, rais wa baraza la mapinduzi ya Zanzibar e, Husen Mwinyi amezungumza ya kwamba e, wakati Simba inacheza fainal mwaka elfu mia tisa na tisini na tatu e, mgeni rasmi alikuwa ni baba yake ambaye hivi sasa ni hayati, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amedai ya kwamba hatakubali kombe liondoke naye pia hakiwa mgeni rasmi wa mchezo huo. E bana, tukutane majira ya saa kumi moja katika tukio lenye kusisimua, tukio linalosubiriwa na wanasimba walio wengi wa Tanzania. Bila shaka mwanasimba kokote uliko unainua mikono juu na kumwambia e Mwenyezi Mungu saidia. E bana hebu imagine sasa kombe limeshuka. Wekundu wa Msimbazi wamlibakisha. Kitakuwaje? He, nchi itatikisika. Sina la ziada e bana kutokea hapa nikwambie tu. Usisahau kubonyeza neno subscribe, ripota wako nilikuwa ni mimi Njiva Osman. Sina la ziada e bwana, nikwambie.